Mama, mama Nurujaizan ni mama mwenye alifelewa na bwana na pesa yake ikaibiwa kwa bank. Bwana yake akaenda akatolea pesa ambayo ikuwa yeye alifariki, lakini ikaonekana bwana ametoa pesa. Mama Nurujaizan ni mwanamke aliolewa kihalali na akazaa wa, watoto na wanastahili kusaidika kwa sababu wale watoto bado wanakuwa, na ile ni haki ya baba yao. Na kuna njia ya kumfuata shemeji yako kumwambia, mimi nataka usaidizi, at least na sisi tupatie kitu fulani. Yule mama hatakataa, lakini huu nyonge tumeona si Mombasa peke yake ni Kenya nzima, unyanyasaji wa wajane wa wamama na ploti zao na mashamba yao, wananyanyaswa na serikali yetu iko. Kwa hiyo Mheshimiwa Ruto, twakuomba, hakuna baba mwingine tutamlilia, tutakulilia wewe, ndio president wa Kenya na haki waijua. Kwa hiyo Mheshimiwa Ruto, please, nakuomba, niko chini ya miguu yako, huyu mama msaidie apate haki yake, tuone venye inu Kenya itaenda. Ni bwanangu doko anaokonjwa na ndugu yake mkubwa pia ametunyanyaza. Kuna nyumba aliachiwa na babake akakufa, lakini ndugu yake amechukua hiyo nyumba, iko Mshomoroni, ameipangisha alafu sinye tulikuwa tunaishi ilichomeka. Sasa alikuwa antupa elfu moja tu ya rendi, lakini kwa sasa alikataa kutupa rendi na amekatalia hiyo nyumba. Mrais wetu wa Kenya, wa Jamhuri wa Kenya, tunakuomba uliingilie kati jambo hili jambo ili tupatie haki zetu sisi kina mama tunavyokupenda na sisi tuangalie kwa jicho la imani, kina mama, ili tupate nguvu katika majumba yetu na katika kudhulumu